Na na no, okay. Who's this guy? Huh? Napita kwenye njia za watu ambao umeambiwa msipite Alafu hii mnapita kwa mistake, sija kajitokea, ikajirudia takuja niwafanye mbaya mbovu, you know. Naona mama na, na, najua unachofanya. Natembea na wazee siku hizi, wanavaa makoti na, na mfukoni mwao wamejaza tu manoti, i know that, naijua naitambua hii hapa ni pensheni, utakutana wakati ujao pensheni siku zote esananakili sawasawa, lakini aa ndio unaesababisha tabia kuwatenga watoto. Nampenda Jeska tu, nadhani hao watakuwaje? Mimi ndio nawatenga watoto? Na wewe hayo unawafundisha watoto, unaona kama ni mazuri? Ni malezi mazuri kwa watoto hao? Malezi yako wewe kwa, kwa watoto wako hawa na malezi ya Jesse, ya mimi na wewe yatafanana. Sasa hayo ni matokeo ya malezi yako wewe mwenyewe. Yaani mpaka najiuliza, hivi wewe hebu wewe ukifikiria katika familia yetu. Kuna kuna watu wenye tabia kama hizi. Hii sabisi hii imetoka hapa, si mbegu hii imetoka hapa. Yani, mama, hebu wewe mama mama Anita wewe, mama Anita wewe. Hayo ndio matokeo ya hayo yote ambayo mimi nimekuwa nikikwambia. Ndio mtoto kesha kuwa chizi. Na?

Mda wote wao toka saa 12 asubuhi amjamaliza tu kusukana jamani. So. Si bwana tunasukana. Yaani kwanza ndo anaanza. Yaani ndo toka tumeweka umakali hapa chini. Yeye ni mmoja kuzunguka. Ana sisi tukamtazifanya. Sasa tu kuzunguka. Hizo stori anazotupigisha hapa. Kwanza hata mtu akupi nafasi ya kuongea. Mara nibandike marage mara nifanye hivi. Mara hivi. Yaani ni gubu mwanzo mwisho.

<laughs> yote tisa kumi sasa, hmm. Pita, pitapita zangu bwana, ya dunia ina mambo hii mm -hmm. <laughs> Nakuta kibabu babu, nakwambia ndevu kote na kibibi. <laughs> Yaani, jua, saa kumi na mbili, ah, zishi, na kibibi yani jua saa kumi na mbili jioni unilizishi sijui nina nini, mi nimekuchoka, tuachane jamani. Ni dunia hii mbona balaa jamani. Mimi nilikuwa nafikiriaga shetani akizeeka na kuwa malaika. Kumbe shetani naye anazeekaambdi, wazee nao wanagombania mapenzi. kamapenzi ya siku hizi yatatu mwenyewe kachelewa. Wanawake sasa hivi wanaangalia mapenzi ivanae, tunaangalia sansampa, si unaelewa? Ndio kila kitu wanataka, jampa hela ndio maana hata nambania, hata hataukuwange weza ampa kwa bibi ule Aki ya Mungu. Yani mimi ndo maana mimi sipendagi wa vijana mtaani hapa. Yani sipendagi kabisa shida. Mimi shuruba sipendagi. Sijui mnanielewa nyinyi. Eh? Yani mimi mwanzo kwanza chakwanza mimi naangaliaga na mtu wa kutoka naye. Yani tatizo nyinyi mna midomo na nyinyi, hao wazee nyinyi msimkazeweka vibaya. Mimi namwangalia ya mimi napenda mwanamume kwanza mwenye hela. Kwanza ukiachana tu mwenye napenda mwanamume mwenye mwonekano. Sijui mnanielewa. Eh? Yani mwanzo kwanza ndo maana nyinyi kutwa midomo ni kwangu, nyinyi midomo ni kwenu. Hamwishi kunisema lakini <laughs> kila kukicha migundo kuileta hapa kwangu niji ni wasuki. Yaani nawambia hivi trip hii hey! Mbona mimi naika mkono hivi, nakwambia yaani nakuja na gari hapo kali ya mtu akuja kuamini hey! Uh. Yani mtabaki midomo wazi nawaambia, yaani na yani, mwaka huu yaani nyinyi mtasubua magaga nawaambia hey! <laughs> <Hey. laughs> Okay. Ah. <laughs> <laughs> inawauma na inawakila na itawachoma sana, na huu mwaka nawambia, mtabaki midomo wazi, mnanielewa? Na bado mdomo unao, dada, mdomo unao. Akihivyo wewe, simkwambia simpigie simu. Baba yuko nyumbani, subiria, anakuja anakuja sasa hivi. Subiria bana bana, mara msubiri sbibana, nakuja unyumbani, atoke, nakuja sasa hivi.

huyu mtoto huyu babake anamlekeza sana. Anamwona kama ndio pesheni yake ya mwakani. Sasa anakuomba kitu kimoja, nyama nyamaza nyamaza paka sikujj naituponde ndio babake anakuja kujua kwamba haya malazi anayompa anamlekeza na anamwalimu sawa.

Vipi uko endo, tumeanza lini kuvala na nguo? Yaani kijola changu cha mtoko nimekiweka ndani, mwenyewe na mipango yangu kukivalana toka huko, akili yangu akilianguaio Hivyo viatu vyako, au unataka nianze kukuaibisha hapa? Uh, shoga, umetoka sijui, ni mimi si ume si ni yeah, si nini, si ndio hicho umebebea, shoga, tusiuingiliane maongoni lako, ilo dela lako.

mtaji tukampatea mtaji, ni agizo zangu. Vijoa hapa ije niwazungushie watu hapa mtaani. a vijoa tunalipa, ukivikalia vizuri tu ukafuatilia, watu wote wakulipe ndugu yangu, ndugangu, enjoy mwenyewe. Kunakopesha nakopesha, ntafanya nini tena mtaani? Hmm, mtoto mwenyewe ndo kama huyo anasubiri malezi tena, pewe matunzo, mbuza mtoto Aa, ndugu yangu, tunavutana nao hivyo hivyo. Tunajua mtaa wetu mtu, mpaka mgonge mara tatu na nne ndo anajua kakuaenda kulipa deniaae huyu nae wewe vipi? Kwa hiyo kama tunafua hizo nguo, Unaenda tu so si yeah, kusoma nini inamisha uongo zako unapotoka nazo. Kwa hiyo nakupiga? Atiki kunifuria nguo fu mimi naenda kusoma ndani. Hivi leo tangu asubuhi umefanya kazi gani hapa nyumbani? Baba, lakini unamdekeza huyu. Nini? Mm, hapo alipo mbele yake kule anashindwa kufua nguo zake za shule baba? Wewe unanifundisha mimi ni malezi, si ndio? Hapana. Eh, wewe kufua nguo za mwanao unajua? Mm. Nikwambia Jessica mwacheni asome. Wewe fursa ulipoteza wewe mwenyewe. Wewe si nilikusomesha mpaka darasa la 6 ukaniletea mimba tu nyumbani. Shule simekushinda wewe mwenyewe. Kwa hiyo kumbe inakukera ina inakukera ku, mdogo wako anavyosoma ana, si ndio? Anyway, siku zote achana na mtoto wangu huyu. Mimi sitaki kunyanyasa mtoto. Wewe kama unakaa nyumbani hapa na umekataa kusoma, akihi unafanya kazi zote za nyumbani, niacheni Jesse kaendelee na, na, na, na kusoma. Umesikia na wewe? Wewe Yaani nitakupasua wewe wewe. Yaani namtia <tipulayana> hasira tu, uone. Wewe, wasikunya, wasikusumbua tena no uniambie ini ni itu tu bana <tipulayana> nandeke sasa hivi. Hii nandeke sasa mno. Na <tipulayana> ipo siku utakuja kujuta. Ni story kama vile alijua hata kwa fongo zake tu za shule sijui nanichukuliaje, kila kitu, kupika kufanya nini, mpaka ni kumfuria nguo za shule kweli? Umri ule naweka tu hizo nguo iia siku ile alijifanya anikwama mimi, amenizigua nini, anafanya anajua, leo nauta